Hadithi yetu inaanzia kwenye kijiji ambacho kilikuwa kinapatikana juu kabisa ya vilele vya milima. Katikati yake alikuwa anaishi kijana Badali pamoja na baba yake. Leo mzee anamweleza kijana amemtafutia chuo, hivyo ajiandae kuelekea mjini kwenda kujiendeleza na masomo yake. Kijana anaianza safari mjini, anaenda kupokelewa na Damru ambaye amebadilisha jina baada ya kufika mjini na kuanza kujita dani Upande wa pili wa jiji tunakutana na bimdada mmoja slay queen, anatambulika kwa jina la Tina. Huyu ni bimdada ambaye huwa anapenda watu anaomfuata wafanye kile ambacho alikuwa anakihitaji, lakini pia furaha yake huwa ni kuwakera watu, yaani endapo akikuzingua alafu ukakasilika basi kwake ilikuwa ni burudani sana. Dada alikuwa katokea ndani ya familia ya kishua lakini kwa bahati mbaya mama yake pamoja na baba yake walishafariki, na kwa sasa alikuwa anaishi na baba yake wa kambo, mzee anayetambulika kwa jina Dineshi Obirohi. Lakini pia Tina alikuwa anapenda sana kutembea na tagi la wanaume, yeye alikuwa hana rafiki wa kike. Badal anafika chuoni, bwana, yeye alikuwa anaona amevunja kabati, lakini wangwana kama akina Tina walikuwa wanajiuliza maswali, huyu shambaboi amevaa nguo za aina gani hizi? Tina akaona hapa ndiyo mahala pake pa kuonyesha mauju Uzi, akaanza kumzingua sana Badali yeye pamoja na tagi lake, ikiwemo pia kumletea maprinsipo ambao walikuwa ni feki. Lakini pia kila ambapo alikuwa akimwona Badali basi alikuwa anatafuta kitu cha kumzingua leo. Anamweleza Badali inabidi kila ambapo anapomwona au anafuata kila ambacho bimdada alikuwa anamweleza, lakini Badali akawa ni mbishi. Na kwa kuwa watu wote ndani ya hili eneo alikuwa anafanya kila ambacho Tina alikuwa anakihitaji, sababu baba yake alikuwa na shia nyingi sana ndani ya hii shule, hivyo kitendo cha Badali kuweza kumbishi ya bimdada kilimuuma sana akatafuta njia nyingine ambayo akajidai kama vile amezama penzini na mtaalamu wetu Badali Jango Boi. Baada ya kuona bimdada mrembo kama Tina ameanza kumshobokea bwana si akaingia mazima akajitupa mwili pamoja na kichwa. Lakini siku moja, bimdada akamweleza ukweli ya kwamba lengo lake la kuhitaji kuzama penzini naye ili aweze kumwonyesha adabu ya kwamba yeye ni nani, lakini pia yeye ndiyo mtoto wa mjini. Halo, huyu bimdada siyo mtu mzuri. Lakini pia kama hiyo haitoshi, siku moja dada akaandaa mtu anayecheza na nyoka ili aje kumtisha Badali ebwana, wakati wa usiku wanafika maeneo ya kukutana, lakini kwa bahati mbaya yule nyoka akapotea na kipindi ambacho bimdada alikuwa akasimama, ebwana akamwangukia katika shingo yake, anapiga mayoo aweze kupatiwa msaada. Badali anafika ndani ya hili eneo na kuweza kumsaidia. Uoga wa bimdada unampelekea kuweza kumkumbatia mshikaji, na baada ya kuamka na kuona amemkumbatia Badali ebwana, akashtuka sana. Kitendo hiki kikapelekea wao kuweza kuangukia ndani ya mto, maji haya yanayotembea ya kawapeleka mbali kabisa katikati ya misitu. Bimdada baada ya kuamka, yeye pamoja na badali wanaanza kutafuta njia ya kurudi mjini. Sasa Jango Boy kwa kuwa alikuwa ni mtaalamu sana wa misitu, kwake hii ilikuwa ni kazi nyepesi. Kipengele kilikuwa kwa bimdada, kwani alikuwa ni mtoto wa mjini, lakini pia hata kutembea ilikuwa ni kazi. Licha ya kuwa na haya madhaifu, lakini bimdada akawa ni mbishi sana, hivyo ndani ya hii safari ya bwana ugomvi ukawa ni mwingi. Mbele kidogo, wanakutana na wawindaji, wakawa wanahitaji kuleta noma kwa bimdada, lakini badali alikuwa akaanza kuzichapa kurukushani za hapa na pale. Bimdada akawa anahitaji kutoa msaada, lakini kwa bahati mbaya akampiga kichwani mshikaji, kitu ambacho kikampelekea yeye kuweza kuzima. Mvua inanyesha, lakini bimdada akamkokota mwana mpaka sehemu ambapo kulikuwa kuna kijumba. Ndani yake kulikuwa kuna mzee ambaye alikuwa ni kipofu, anamweleza bimdada, kuna nguo hizi inabidi uzibadilishe, lakini pia ujitahidi umbadilishe nguo mshikaji, kwani endapo usipofanya hivyo, mvua hii iliyomnyeshea huenda ikampelekea kuweza kupata ugonjwa. Dada nguo lakini pia anambadilisha pia Badali. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea kumpatia matibabu ili mwana aweze kupona, akawa anakumbuka matendo ambayo alikuwa anamfanyia Badali, lakini yeye muungwana alikuwa anaonyesha upendo wa kweli. Tabasamu la bimdada linaanza kuonyesha, amezama kwenye penzi la jungle boy. Yalo mwamba ameshajipatia dodo kwenye mtende. Siku inaisha, Badali anapata fahamu, anaianza tena safari ya kuondoka ndani ya hili eneo, lakini njiani, bimdada leo anavunja ukimya na kueleza hisia zake kwa Badali. Ana alifurahi sana unaachaje kufurahi kupendwa na bimdada mrembo kama huyu? Halo tena ana maokotwe bwana. Furaha ilikuwa ni kubwa sana lakini pia wanafanikiwa kuweza kukutana na waungwana ambao machizo alikuja kuwatafuta porini, wanawasaidia na kuwarudisha kitaani. Leo ilikuwa ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwa mtaalamu wetu badali yebwana. Bimdada anafika chuoni anaingia hosteli, sehemu ambapo alikuwa anapatikana badali kipindi ambacho alikuwa anapiga stori mbili tatu yebwana, gafla anasikia ukunga, bimdada anaita wanatoka upa upande wa nje na kupita ndichi. Lakini asubuhi na mapema, muungwana anapelekwa mpaka ndani ya ofisi ya principal, anakutana na bodi ya shule, wameweka kikao. Anasema ya kwamba muungwana siku ya jana aliingia kwenye hosteli ya wanawake na akawa anahitaji kuweza kuwafanyia majambus. Badali anakataa anasema hana hatia, lakini Dinesh Oberoi anadai ya kwamba kulipatikana na koti na ndani ya hili eneo hakuna mtu anayevaa koti la makilikili zaidi yake. Tina, baada ya kupata taarifa, anafika ndani ya hili eneo mbio na kuweza kumkingia kifua muungwana mwanaye hebu toka acha kumkingia kifua huyo shamba boy. Lakini bimdada anamshika mkono badali na kusema anamkingia kifua sababu anampenda. Kila mmoja alibaki amepigwa na butwaa, ikiwemo pia Dinish Obiroi anadai inakuwaje, miti yake ampende jungle boy. Alo aliona huu ni usaliti wa hali ya juu, anafosi kuondoka na bimdada mpaka magetoni. Anafika anamweleza hatovumilia kushuhudia penzi lake pamoja na badali, hivyo anaomba aweze kuachana, lakini bimdada akawa ni mkali, anasema hata baba afanye nini hawezi akaachana na Badali. Baba anatishia kuondoka na kumwachia kila kitu mwanaye bwana, kitendo hichi kikamfanya bimdada kuweza kushuka chini akalegea, akamweleza muungwana ya kwamba atafanya chochote anachomhitaji ili mradi tu baba asiweze kuondoka ndani ya hili eneo. Dinesha anaondoka, lakini kitu ambacho alikuwa akifahamu bimdada ni kwamba huyu mwamba yeye alikuwa sio mtu mzuri. Miaka mingi iliyopita, hadithi inasema ya kwamba kipindi ambacho baba yake na bimdada alipofariki, mama aliona upweke hataweza kuvumilia amua kuolewa na Dinesh Obiroi, kijana wa kimaskini, akidhani alikuwa anapendwa, kumbe kijana lengo lake ilikuwa ni mali. Na Bimdad alipokataa kusaini, akisema ya kwamba hataweza kumpatia mali zote Dinesh Obiroi, kwani hizi mali zilikuwa ni za mtoto wake pamoja na mume wake aliyopita, Dinesh anaamua kumwangamiza huyu mwanamama, akidhani ya kwamba mali zote atazipata. Lakini mwanasheria anamfuata anamweleza kwa kitendo alichokifanya ni sawa na bure, sababu huyu mwanamama kabla ya kufariki alishaachaga usia unaosema ya kwamba endapo kitu chochote kikitokea kwake ama mtoto wake, basi mali zote zitapelekwa tempo. Lakini endapo Bimdad akifanikiwa kukua mpaka kutimiza miaka 18 atakuwa na haki za kumiliki mali zote. Hivyo Dinesh Obiroi, ili apate mali zote, akaambiwa inabidi amlee Bimdada Tina mpaka afikishe umri wa miaka 18. Anaongezea kumwekea sharti ya kwamba ukihitaji nitunze hisiri, inabidi Tina aolewe na kijana wangu ili nusu ya mali zije kwangu na nusu ya mali zibaki kwako. Alo, kipindi kwa ambacho baba alikuwa anakumbuka haya lakini pia kitafakari kuhusu hizi mali bwana. Upande wa pili, bimdada Tina yeye mawazo yake yote yalikuwa yapo kwa Badali. Obiroi anaenda kukutana na Badali na kumwekea kitita cha pesa akimweleza achane kabisa na binti yake, lakini muungwana akawa ni mbishi, anasema hawezi akauza penzi la Tina kwani ni mtu anayempenda sana toka ndani ya kilindi cha moyo wake. Halo wanaume, ukiwekewa pesa na mapenzi utafanya nini? Da ebwana, kila mtu ana majibu yake. Anyway, tuendelee na filamu Obiro yakaona akaona isiwe tabu, akamwita ACP Negi, mkuu wa chama cha walasembe, anamwekea damu mezani na kumweleza ya kwamba afanye kazi ya kwenda kutenganisha penzi la Badali pamoja na Tina. Negi pamoja na chama chake cha walasembe anaingia mtaani anasababisha ajali kwa Badali, kisha anamweka mtukati na kumweleza arudi shambani na kumsahau kabisa Tina, kwani endapo asipofanya hivyo, basi atakwenda kumfanya jambo baya. Badal akasema mwili wake umepigwa ganzi na penzi la bimdada Tina, hivyo amfanye jambo lolote ambalo analihitaji, lakini hataweza kusalenda penzi la bimdada Tina. Halo, muungwana kweli, kapenda chama cha walasembe kama kawaida yao, akishashibishwa na wadosi, ebwana huo, wanafanya maajabu ebwana. Leo akatembeza kichapo cha kutosha, kisha wanamrudisha mpaka kwa Dani na kumweleza huyu muungwana, endapo akiamka na akiendelea kuwepo mjini basi tutakuja kumalizia kazi tuliyoianza. Tina anakuja kwa lengo la kumwangalia Badali, lakini Dani anamzuia anamweleza, akihitaji kumwona Badali anabaki kuwa hai basi achukue maamuzi ya kukaa mbali naye dada. Huu ulikuwa ni uamuzi mgumu, lakini anaondoka huku machozi akiwa anamtoka, matone ya maji ya mvua yanatiririka taratibu katika mashavu yake kufuta machozi ya uchungu ambao ilikuwa namdondoka. Hana maamuzi yoyote zaidi ya kujitahidi kusahau penzi la Badali bwana. Upande wa pili, Badali baada ya kuamka anapiga simu nyumbani kwa kina Tina lakini Bimdad anamweleza mfanyakazi atoe majibu ya kwamba namba aliyopiga ameikosea. Tina akawa anajitahidi kumkwepa sana Badali, lakini siku moja wakakutana uso kwa uso, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuzungumza naye bwana Obiloi. Pamoja na timu yake akafika ndani ya hili eneo dada ili asaidie maisha ya Badali, akawa anamwambia maneno magumu sana kumkataa kisha akajichenga, hiyo ikumfanya Badali akate tamaa. Siku moja akafanikiwa tena kukutana na bimdada Tina na kuweza kumuuliza ni kipi kinachomfanya bimdada awe kama hivi. Dad akaongea ukweli mzima na kumweleza baba yangu amesema endapo nikikutana na wewe basi huenda akakufanya jambo baya. wala semba wakishirikiana na ACP nege wanakuja anamshika mshikaji na kumpeleka gerezani. Baba anafika kutoka milimani na kumuuliza mtoto wake bwana, kulikoni? Mtoto anamweleza kila kitu. Baba anasema ninajivunia sana mtoto kama wewe, mwenye mapenzi ya kweli lakini unajitahidi kupambania mapenzi yako. Kama hiyo itosha, anaenda kwa Ubiroi na kwenda kumwomba aweze kufanya juu chini kumwachilia mwanaye, kwani anadai upendo sio dhambi wala siyo kosa la jinai. Kauli ya Ubiroi ilikuwa ni moja tu, penzi la Tina pamoja na Badal iliweze kuvunjika. Wawili hawa hawakuweza kuelewana. Leo Tina anafuatwa na Bushi, mtoto wa yule mwanasheria, anamweleza kwamba aende akampatie taarifa baba yake na badali ya kwamba Obiroi pamoja na Nege wameweka mipango ya kwenda kumwangamiza usiku wa leo. Dada anaondoka mbio mbio mpaka sehemu ambapo alikuwa anapatikana Dani. Baada ya kufika anampatia hizo taarifa, haja kasawa. Walasembe wanafika ndani ya hili eneo, baba anasema nyinyi piteni chauani, mimi ngoja nifanye kazi ya kuwazuia. Dada akiwa njiani pamoja na Dani wanaona gari la Walasembe likipita na ndani yake akiwemo mtaalamu wetu Badal asembe wakishirikiana pamoja na negi wanafika kwa lengo la kuweza kumwangamiza mshikaji, lakini bwana, hii ilikuwa ni kazi ngumu. Jango bui aliwapiga chenga na kuweza kupanda kipikipiki ambacho alikuwa anakiendesha dani, wanawapiga chenga maskari polisi na kuamua kuondoka ndani ya hili eneo kuelekea katika eneo lingine, lakini njiani, walasembe hawakuweza kabisa kuwacha wakiwa salama. Bwana, pulukushani zilikuwa ni nyingi sana, kwani kila kona ambayo walikuwa wanapita, nyuma walikuwa wanakimbizwa na dani pamoja na chama chake cha walasembe nampelekea mtaalamu wetu badali alikorudi mpaka ndani ya kijiji ambacho alikuwa akatokea. Wanakijiji wanafurahi sana kumwona muungwana amerudi na mtoto wa kike tena, alikuwa ni mrembo kweli kweli. Lakini mkuu wa lasembe pamoja na timu yake, siku moja, akafika ndani ya hili eneo kwa kutumia helikopta na kuweza kuwapiga mikwara sana hawa wananchi. Anaeleza endapo asipowafikisha ndani ya kituo cha polisi kesho asubuhi, badali pamoja na tina, basi wao watafanya kazi ya kuangamiza kijiji kizima. Wanakijiji wanaweka kikaa, wengi wanasema kwamba, bwana, hatuwezi kijiji kizima kwa sababu ya watu wawili. Hivyo akatoa maamuzi kesho asubuhi kuwapeleka dani pamoja na badali ndani ya kituo cha polisi. Maneno yote Badali pamoja na bimdada Tina walikuwa wanayasikia. Badali anamweleza Tina arudi kwa baba yake ili waweze kusaidia maisha ya wa wanakijiji, lakini bimdada alikuwa ni mbishi. Anamweleza mshikaji ya kwamba yuko tayari kufa lakini akiwa yuko pembeni yake kuliko kuondoka na kwenda kuishi na baba yake. Badali baada ya kuona hivi, akamdanganya bimdada kwa kumpatia maji ambao alisema ya kwamba ameyaweka sumu ili wanywe wafe pamoja, lakini bimdada asichokijua ni kwamba muungwana alikuwa akaweka dawa ya usingizi dada anamanga anakuja kuamka, yupo kwenye mikono ya oboroi pamoja na RK. Obiroi anampatia bimdada maziwa, lakini RK anafika ndani ya hili eneo na kumuuliza, mbona unachukua maamuzi ya kumwangamiza bimdada mapema yote hiye bwana? Bimdada akashtuka sana, lakini pia RK leo anatoa siri na kumweleza huyu baba yake ndio alifanya kazi ya kumwangamiza mama yake, na lengo lake anahitaji aweze kumwangamiza Tina ili aweze kuchukua mali zote bwana. Vagi linainuka baina ya RK pamoja na Obiroi, lakini baba anafanikiwa kumwangamiza za rafiki yake watokea muda mrefu, dada anafanikiwa kutoroka. Upande wa pili, wanakijiji wanakaa kikao na kusema hawawezi wakamwacha Badal pamoja na tina waweze kuangamia, wanaondoka kwa lengo la kwenda kumsaidia. Ndani ya kituo cha polisi ya Bwana Walasembe leo walikuwa wamemshikilia muungwana na kuweza kumpatia sana mateso, lakini Negi anampatia ukweli mzima mshikaji wetu Badali ya kwamba Obiroi anahitaji kumwangamiza Tina ili aweze kuchukua mali zote za bimdada. Bwana Mwamba alikasirika sana, vagi linaenuka ndani ya kituo cha polisi. Wanakijiji wanafika kwa wakati na kuweza kutoa msaada. Badali anafika anaanza kuchapa mkono yeye pamoja na mtaalamu wetu Obiroi ili aweze kumsaidia bimdada, lakini Tina anapiga kelele akimwomba Badali muo Obiroi sababu anamwona kama vile ni baba yake mzazi. Mwamba anamuacha, lakini kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuondoka, Negi anafika akihitaji kuweza kumwangamiza Obiroi. anafanikiwa kuweza kukaa upande wa mbele ili kusaidia maisha mshikaji wetu Badal. Mwanakijiji anafika kwa wakati na kufanikiwa kumwangamiza Negi. Obiroi akiwa yupo katikati ya dunia pamoja na kiza kinene, leo anamwomba msamaha mshikaji wetu Badali pamoja na bimdada juu ya yote aliyoyafanya, lakini pia anawaambia ya kwamba ameweza kuidhinisha penzi baina ya badali pamoja na Tina. Obiroi anakata kamba, nasi ndio tunafika mwisho wa hadithi yetu. Lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, bwana usisahau kushare, kulike na kusubscribe, ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.